Hadithi ya Vita vya Msalaba, ei, simulizi ya kihistoria. Zamani sana, karibu miaka elfu moja iliyopita, dunia iligawanyika kwa dini na mataifa. Kulikuwa na mji mmoja mtakatifu sana uitwao Yerusalemu. Mji huu ulikuwa muhimu sana kwa Wakristo, Waislamu na Wayahudi, lakini kwa wakati huo ulikuwa mikononi mwa Waislamu. Siku moja Papa Urban wa pili, kiongozi mkubwa wa Wakristo huko Ulaya, aliwaita watu wote maskini, matajiri, wanajeshi na wakulima na kuwaambia, "Twende tukomboe Yerusalemu. Twende kwa jina la Mungu." Watu wengi walijitokeza. Wengine walitaka kuokoka kiroho, wengine walitaka utajiri na wengine walitaka vituko. Wote wakavaa msalaba kifuani mwao, ishara ya safari yao takatifu. Hivyo ndivyo walivyoitwa Crusaders, yaani wapiganaji wa msalaba. Vita vya kwanza 1096 eh, 1099 wakapigana sana, na hatimaye baada ya safari ndefu na magumu, walifika Yerusalemu na kuuteka. Wakafurahi sana e eh, lakini wakasahau amani. Walijeruhi watu wengi wasio na hatia. Hii ikasababisha chuki kubwa kati ya dini tofauti. Vita vingine vikaendelea. Lakini baada ya muda, mji ulitekwa tena na mfalme jasiri wa Kiislamu aitwaye Saladin. Alikuwa shujaa mwenye busara na hata aliwaacha Wakristo kuendelea kuja kuhiji kwa amani. Wakristo walijaribu kurudi tena kwa vita vingine, lakini hawakufanikiwa kama mwanzo. Mafunzo ya hadithi. Amani ni bora kuliko vita. Vita vinaweza kuanza kwa sababu ya imani, lakini vinaumiza watu wa pande zote. Ni muhimu kuheshimu imani na utamaduni wa wengine. Je, ungependa ni kuandikie hadithi hii kama tamthilia, katuni au mchezo wa kuigiza kwa wanafunzi?